Sawa. Kwa hiyo unaona kwamba picha inayoonekana hapa katika source monitor na program monitor ni tofauti. Kwa hiyo video hii ni kubwa kuliko sequence yangu. Inawezekana kwamba hii ni video ya 4K na sequence yangu ni video ambayo size yake ama resolution yake ni full HD. Sasa tunapokuwa tunafanya video editing inabidi tuhakikishe kwamba video zetu zinakuwa katika saizi sawa ya ile sequence ambayo tumeitengeneza. Kwa hiyo tunaweza kuchagua video zote, kwa mfano, inawezekana hata hii ni kwamba imejikata kwa vile video ambayo imerekodiwa ni 4K. Kwa niki right-click. Halafu nikija kwenye scale to frame size, utaona kwamba itarudi nyuma. Sasa hii ndiyo size ya ile sequence yangu, lakini hii video yangu ilikuwa katika size ya 4K. Kwa hiyo una uwezo wa kuchagua na hizi clip zote, kwa mfano nikiweka hapa, alafu ki right click, alafu unakuja katika scale to frame size. Imerudi nyuma nayo.